Kama kawa, leo kwenye chili kitaa nataka nifanye challenge na wanangu, wanangu wajifanye wana peace ambazo zinawakubali. Leo na shilingi elfu ishirini na tano, atakayeweza hii challenge atajishindia shilingi elfu ishirini na tano. Njoo cameraman. Oho, oi oi oi. Ni aje? Ni aje? Kama kawa? Nji, fresh? Fresh? Fresh. Mko fresh. Fresh? Kama kawa? Unaitwa nani? Mama anaita Kido. Kido. Skila. Yes sir. Oho, na wewe unaitwa nani? Mtoto wa TZ hapo. Mtoto wa TZ. Yeah. Okay, sasa mimi nina challenge hapo nataka tuifanye wote kwa pamoja. Challenge yangu itakuwa hivi. Una mpenzi? Ndio. Na una mpenzi? Ah, mpenzi yani mwanamke ambaye ni hey, hey, kwenye mahusiano. Eh, yuko naye kwenye mahusiano. Yeah. Sasa challenge yangu ni ndogo sana. Atakaye shinda hii challenge, atajipatia kitu cha shilingi elfu ishirini na tano. No. Pesa hii hapa, sawa? Unampigia mpenzi wako simu, unamwambia nakupenda. Akikujibu nakupenda pia. Hela ya, hii hapa unachukua. Na kwa mfano wote wakasema, wote wakasema mnagawana. Aki e, wakisema wote wawili mnagawana hii pesa. Mmoja akisema mwingine asipojibu anachukua mmoja. Bobu, kweli au? Serious, nakwambia pesa hii hapa. Mambo ya utani hapo. Pesa hii hapa kuna ha, utani. Chizum, pesa hii hapa. Au nimpe nani ashike? Ambe ni shike, shike kwanza hela. Haya. Tuanze na wewe kidogo Skila. Tafute bebi wako hapo hapo apokee simu, simu akumwambie nakupenda, Akumwambie nakupenda pia, okay. Pia kameramani, usifongonyee maana, majina yenyewe una siri nyingine. Vijana mna siri. Mambo safi. Nakupenda mama hivi mpenzi, unafanyaje sasa hivi mpenzi wangu? Ni kuacha umalizie kukanda. Haya, oya, mwanangu wa kwanza ametoboa. Tunarudi kwa mwanangu wa pili, anaitwa Mtoto wa TZ. Mzamu yako, Mtoto wa TZ, toa simu nipigie mpenzi wako

Halo, mambo mzima? Luka hapa. Unafanyaje? umevumisi mama kutumia? <laughs> Bocha nakutumia <laughs> <Yeah. laughs> Oi, mtazamaji, kama unavyojionea mshindi wetu wa leo <laughs> mausiano yana changamoto sana sana. Mshindi wetu wa leo ni kidoskila, ntamkabidhi <laughs> pesa yake ya Beijing, uh, elfu ishirini na tano.